wa ufugaji wa kuku katika tawi letu la kanisani. Awali ya yote, napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mungu kwa kutupa afya njema na kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya kutafakari na kujadili pamoja juu ya maendeleo ya mradi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni wengine waalikwa, mradi huu umeanza mwezi Aprili mwaka 2025 na kuku ishirini na tano kama mtaji. Hadi kufikia sasa tuna kuku mia moja ambapo malengo yetu ni kufikia kuku elfu kumi na kupata mashine ya kututoleshea vifaranga pia kuwa na eneo la kufugia kuku hao. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wageni wengine, nimepewa jukumu na wanajumuia wenzangu wa umoja wa vijana kukukaribisha wewe pamoja na wageni wengine wako, pili kutuwezesha kupata mashine ya kutotoreshea vifaranga na eneo la ufugaji wa kuku vifaranga elfu kumi na chakula cha vifaranga hao. Mheshimiwa mgeni rasmi, umoja wa vijana kijiji cha kanisani kupitia mradi huo tumepata mafanikio yafuatayo: la kwanza ni kuongeza idadi ya vifaranga toka mradi ulipoanza, kununua taa chache za mwanga na kununua vyombo kwa ajili ya chakula cha kuku au kulishia kuku. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, mradi huu unakabiliwa na changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza, kununua vifaranga kwa bei ghali, hivyo kupata hivyo kupata hivyo kupelekea kupata wazo la ununuzi wa mashine kwa ajili ya kutotoreshea vifaranga na mashine ya kutengenezea chakula kwa ajili ya kuku. Changamoto ya pili ni ununuzi wa eneo kwa ajili ya kufugia vifaranga hao pamoja na kuku, na changamoto ya tatu ni ukosefu wa chakula wa kulishia kuku pamoja na vifaranga hao. Ndugu mgeni rasmi, umoja huu umepambana sana na changamoto hizi, lakini umeshindwa, hivyo tunaomba usaidizi wenu tafadhali na tasimini ya mahitaji haya yote ya mradi huu ni shilingi milioni sita. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, napenda sasa kukukaribisha utufungulie hafla hii na, na saa zako kupitia hadhira hii. Karibuni sana na asante kwa kutusikiliza. Wenu mwandaji wa risala hii ni katibu wa umoja wa vijana Rusia Joseph. Mmeianza, lakini kwa sababu mmeianza, nafsi yangu mimi acha ni wasapoti kwa shilingi laki nane. Ndugu zangu, kama nilivyosema kipindi najitambulisha hapa, mimi nachokifahamu sisi, eh, kata nzima tunakuwa ni tawi la kwanza na niwahakikishie ndugu zangu kama tutashikamana hakika nawaambia tutaenda mbali sana. Sawa sawa. Mimi, mimi, mimi napenda kuwa wazi. <laughs> Mimi sina double standard, na kuwa wazi sana kama kutakuwa na jopo limeandaliwa, aidha ni mwasibu mwenye kiti, waheshimu sana fedha hizi zinaweza kutumika <laughs> Ubadilifu utoke hata kidogo. <laughs> Lakini wakisimama imara na uaminifu, niwahakikishie ndugu zangu hata mimi nitaleta wafadhili hapa. <laughs> Hili sio la kumumunya maneno, mnafahamu hata Mheshimiwa Sina ni rafiki yangu pamoja na kwamba alialikwa, lakini alikuwa na ziara hapa, anaenda Mwanza, ila nimemsihi mimi kwamba naomba tuende kwenye tawi langu tafadhali. Kwa hiyo, ndugu zangu Tutakuwa, tutashikamana hakika, niwaambie tunaenda kufanya kitu kikubwa sana. Kwa baada ya kuyasema hayo, mimi nilikuwa nimesupport kwenye chakula, lakini vile vile nadhani mchango wangu ulifika, si ndio? Yes, lakini vile vile watu wanasemaga, unajua lazima tuende na mabadiliko. Watu wanasema, wanasema wenye viti hawana mishahara, lakini mimi ni mtu ambaye nimekataa kauli hizo. Mimi ni mtu ambaye napambana usiku kucha. Kwa ni lazima tupambane kwa ajili ya vijana wenzetu. <laughs> Oh, bila kupoteza muda mimi naomba ni support maana na support sasa shilingi 1500. Unajua hadi na <laughs> zenye zikiwa nyingi sana kwa dola. Si unajua jamani? Naomba nitoe shilingi laki moja. Hapo kama jina ni Baraka Mungu Nyaisa. Mimi ndio Amasa wa tawi la kanisani. Madhumuni ya kualika kikao hichi ni, ni kwa ajili ya kupanua wigo wa vijana hapa tawi la kanisani. Kuna vijana hapa hawana kazi, hawana vyakula. Baada ya tawi, baada ya mwenyekiti kukaimishwa mnati, tuliamboa sasa kuandaa mbinu ya kuwapa vijana ajira ya kuweka vifaranga hili tuweze kuuza kununua na kuuza na kutotolesha tuto. Sasa lakini tujalika mtu mmoja anaitwa Machage, tujalika mama mmoja anaitwa Mafenki ambao walituwezesha sherehe hii. Diwani wa kata hii alituwezesha. Kuna mtu mwingine pia anaitwa Amos Gana Nyabikwi, diwani kata hii pia aliwezesha, lakini pia mheshimiwa Machage ambao pia ametangaza nia kule guitiro amechangia kiasi cha shilingi laki moja na mdaskinkokirishwa, asanteni sana na Mungu akubariki. Mimi naitwa Sinda Samson Mseti, ni mwenyekiti wa tawi la Silali ambalo limebebwa na Kuliba, ni mwenyekiti jirani na mwenyekiti wa kanisani. Nimeamua kuja kuwasapoti vijana hawa kwa sababu wametengeneza kitu kwenye kata hii ambacho kitakuwa ni mfano kwa vijana wengine, na pia nimewapenda kwa sababu wameonyesha wameonyesha mbinu mpya kwenye vijana wenzao kwenye kata hii. Mimi nimefurahi sana kusikia wametengeneza mradi wa kuku, na ndio maana nimeamua kuja kwa sapoti, na pia nimewaahidi hawa vijana nitakuwa na wao mpaka siku zote mpaka nihakiki mradi wao umesimama. Asante mwandishi, ya kwangu yalikuwa ni hayo. Mungu awabariki. kwa majina naitwa Nyangi Barnabas Rubale, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kanisani e, kata hii ya Sirari e, kwa kweli swala hili ambalo, e, vijana wenzangu kwenye tawi hili la, la, la, la Kanisani wamelianzisha ni jambo ambalo ni la kuigwa na ni jambo ambalo linaweza kubadilisha ma, maisha yetu kwa sababu leo wameanzisha mradi wa kuku na umeona kuna baadhi ya wageni wamealikwa, wamekuja, wametoa chochote, lakini hii ni kwa sababu pia ya kuona umuhimu ya kwamba wanahitaji kufanya mabadiliko kwenye maisha yao. Vijana wengine kwenye matawi mengine ya Sirari waige mfano wa tawi hili la kanisani, kwani sisi tumekuwa ni tawi la kwanza kufanya jambo kama hili. Hii project kwa kweli inaenda kutubadilishia maisha kwa sababu ni project ambayo imeonesha itaenda ni nzuri na endelevu kwa maisha yetu ya baadaye. Hii yote ni kwa sababu pia tumeona mwanya, maana sasa tunaona mama anatoa mikopo kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo tunashukuru sana mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu pia hili ni jambo ambalo limetugusa. Kwa hiyo naamini vijana hawa tunaenda kunufaika pia na mikopo kama hiyo. Kwa hiyo nashukuru sana mama yetu popote alipo, Mungu ambariki, Mungu ampe maisha marefu hakika. Mama Samia, tano tena Majina, naitwa Steven Mikel Joseph, mwenyekiti mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, kata ya Sirari. Leo nimefika kwenye tawi langu ambayo inaunganisha kata ya Sirari na kanisani. Vijana wangu walikawa wakajichanga, vijana wa Chama cha Mapinduzi wakaanzisha mradi wao kufuga kuku. Kwa sasa leo wakawa wamearika arambe kama kuwaunga mkono ili waweze kufanikisha kile wanachokihitaji. Kwanza mimi nimewapongeza sana na nimewaahidi sita sitawaangusha kama mwenyekiti wa vijana wa kata ya Sirari, kwa sababu fikira kama hizi, kwanza wengi wamejiondoa kuwa tegemezi kwenye jamii zao, wameamua kujiajiri, na serikali yetu inapenda sana pale wavijana wapokuta wana uwezo wa kujiajiri basi watiwe nini, wapewa sapoti, waweze kujiajiri. Kwa hiyo mi nimefika hapa kwa support vijana na tumekuja na wadau mbalimbali hapa tumeamua tufanye kwa support vijana wetu wa Sirari ili waweze kufanya mradi wao mkubwa ili mwisho wa siku hata kimaisha waweze kujiinua mwenye kwa hiyo nasema ni asante na Mungu amewabariki ame, ame sana na wote tupate tumeazimia kwa Oktoba wote tunatiki na tunapiga kura kwa mheshimiwa rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo makubwa ambayo ameshatufanyia kwenye kata yetu ya Sirari asante sana kwa majina anaitwa Werema Mangera ndiye mwenyekiti wa tawi hili Chama cha Mapinduzi. E, mimi binafsi kwa kweli nashukuru sana hawa vijana kwa mawazo yao haya, na napenda kuwasisitiza na kuwakumbusha kwa wa, wa viongozi wengine wa wawasaidie hawa vijana kujikwamua na matatizo ya kiuchumi e, Chama cha Mapinduzi Ee, ilani yao ya uchaguzi ni kusaidia vijana na kuboresha maisha ya, ya, ya Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo swala kama hili la, la miradi na vijana linaweza likawasaidia vijana wetu na tunaona bora tuanzie tawini kwetu e, na niwakumbushe tu jamii na Watanzania wengine na wanachama waige mfano. Sitakuwa na mengi, nashukuru sana na naomba kama kuna wengine pia watusaidie vijana wetu e, waondokane na, na tabia hizi za zisizo nzuri. Asante sana, ndugu mwandishi. Kwanza kabisa, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa pumzi na uhai mpaka kufika, uzhili zi tumeimaliza ni jambo la kumshukuru sana. Pili, tunatoa shukrani kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hasani. Pia tunatoa shukrani kwa mbunge wetu Mweka Mkwabo Itara. Pia shukrani zimwendee diwani viti maalum pamoja na diwani wa kata Amosi Sagara Nyabikwi na Viktoria Mapesa. Kingine tunapenda kutoa pongezi na shukrani kwa chama chetu cha mapinduzi kwa kuweza kuamini na kutoa ridhaa kata ya Sirari kuja tawi la kanisani kuweza kuwaruhusu vijana kufanya mradi huu, nasema asante sana, nawashukuru sana. Uh, binafsi mimi ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao wamechangia maliu, ambao wamepoteza muda wao, ambao wametoa pesa yao pamoja na nguvu zao uh, kwa ajili ya kusapoti jambo hili, nawashukuru sana wote. Kwa pamoja tumeweza na tushikamana tunafurahia. Ah uh, pendekezo langu jingine mimi, kama kuna nafasi ya kuweza kufikisha swala hili mbali zaidi, kupitia kwa mwenyekiti wa jumuiya ya vijana a Sirari, kupitia kwa mwenyekiti wa wilaya Tarime, kupitia kwa mwenyekiti wa jumuiya ya vijana mkoa wa, hadi kufikia kwa mwenyekiti wa vijana taifa Mr. Kawaida Atufikishie kwa mheshimiwa rais kwamba Sirari katika tawi ya kanisani kuna vijana, kuna mpena, tuna muunga sana. Siku ikaribia mkoa wa mara aweze kutembea sana. Asante sana, ndugu mwandishi. Pia kitu kingine ambacho tunaenda kushukuru tungeshukuru wa wananchi wote pamoja na wanachama wa chama cha mapinduzi kwa kujumuika na sisi kwa kushughulika na sisi. Asante sana.